Naam, uharigani mwanafamilia wa MAPRO TV, karibu sana katika channel yako pendwa ya MAPRO TV kuangazia habari kemkem -kem ambazo zimejiri na kumeke headline katika mitandao ya kijamii na hii ni segment ya ki sports, ni wakati ambao tunaangazia habari mbalimbali za kimichezo ambazo zimejiri na kubwa zaidi ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea katika mitandao ya kijamii kuzagaa kwa taarifa inayohusisha kocha wa klabu ya soka ya Yanga Romain Folz, ambapo inasemekana kocha huyo kwa sasa kibarua kimeota nyasi ndani ya klabu hiyo ya soka ya Dar es Salaam Young Africans kutokana na kutoweza kuitengeneza timu yenye performance bora uwanjani na hivyo kufanya mashabiki wa klabu hiyo kuweza kutokuwa na imani naye. Sasa baada ya kuzagaa kwa habari hizo mitandaoni ambazo hazikuwa na uthibitisho uh, maalum, uh, afisa habari wa klabu ya soka ya Yanga Ali Shaban Kamwe, imemlazimu atoke hadharani na kuweza kuleta uthibitisho ama kufafanua kina na kiini cha habari hiyo, kama ni kweli ama ni habari za kugushi, kwa maana habari za ruma. Sasa Alikamwe bwana amekuja katika mitandao ya kijamii na kutaarifu umma ya kwamba tumezipata taarifa ambazo zinazagaa mitandaoni zinazodai ya kwamba kocha mkuu wa klabu yetu ya Yanga Romain Folz ameachishwa uh, kazi katika klabu hiyo ama mkataba wake umeweza kuvunjwa na klabu hiyo ya soka ya Yanga. Ikumbukwe mimi Alikamwe ndiye mkurugenzi wa idara ya habari ya taasisi ya soka ya Dar es Salaam Young Africans, ambaye ndiye nina uwajibu wa kuweza kuzireta taarifa zote rasmi mbele ya umma. Hivyo nithibitishe kwamba sijapokea taarifa yoyote ambayo inaeleza kocha mkuu wa klabu ya Yanga Romain Folz amevunjiwa mkataba taarifa hizi hazina ukweli kwa sababu bado sijapokea taarifa inayosema hivyo. Na endapo nitapokea taarifa hiyo ama tofauti na hiyo, basi sita sita kujitokeza mbele ya umma ili kuweza kuwataarifu wanayanga na wanamichezo kwa ujumla taarifa ambazo ni sahihi. Kwa sasa tuache kupotosha umma, tuache kuwaaminisha watu habari ambazo hazina ukweli wowote. Romain Folz, bado ni kocha wa klabu ya soka ya Yanga na endapo kutakuwa na taarifa tofauti na hiyo basi nitakuja kwa taarifu lakini pia tutaendelea kwa taarifu kupitia barua maalum ambazo tumekuwa tukizitoa mara tu tunavyokuwa na taarifa rasmi mpya kwa ajili ya kuwajuza wadau mashabiki wanachama pamoja na wanahabari kwa ujumla Hivyo kwa sasa Young Africans bado haina taarifa yoyote ya uthibitisho iliyotolewa na idara yangu ama idara nyingine ambayo inahusika na utoaji wa taarifa kwenda kwa umma. Hivyo taarifa za kufukuzwa kwa Romain Folz kwa sasa si habari sahihi. Hayo ndiyo ameelezwa na afisa habari wa klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans Ali Shaban Kamwe, huku akieleza kwamba taarifa ambazo zinazogaa mitandaoni na katika baadhi ya vyombo vya habari si sahihi, na endapo kutakuwa na taarifa yoyote ambayo inaonyesha kuna utofauti ama mabadiliko ya kocha, basi hata sita kutujuza. Unamwanigani kuhusiana na taarifa hii, tafadhali tuandikia kwenye comment section, usahau subscribe.